Mafunzo ya Uislamu katika hukumu, kwa maana makosa mbalimbali mbali ya kijinai makosa mengine ya madai, kusimamia hukumu na sheria watu wanapokoseana. Ukitazama Uislamu katika upande wa alqadha, ikiwa kama ni daula katika mihimili yake mitatu, alqadha, mambo ya tashrii na mambo ya tanfidhi Sababu watu wanasomeshwa madola, imegawanyika katika watunga sheria ndio mabunge, kuna mahakama huko na kuna serikali kwao, kuna executive, kuna judiciary na kuna parliament. Ukitazama Uislamu, mfumo wa shura, Uislamu katika masala ya sheria iliyowekwa na Allah tabaraka wa taala, ukitazama Uislamu sheria zake, ukitazama ambayo ni mambo ya qadhaa, kusimamia hizo sheria anayokosea utaona mafunzo ya Uislamu ni mafunzo bora kabisa, hayana kifani. Uislamu ni dini kamili, siasa yake ni siasa bora kuliko siasa zote za kidemokrasia ambazo ni siasa zimefeli katika ulimwengu sasa hivi. Siasa ya demokrasia na kapitalizimu, raasul mali, ubepari zimefeli. Dola za demokrasia zinaanguka, watu waandamana